Watazamaji wetu katika chaneli yetu hii ya Safari ya Afya, kama tu wewe ni wa kwanza kufungua chaneli hii, tunakuomba usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele, ili tu uwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozi upload. Hii leo tumewaandalia vyakula vinavyosaidia kupunguza uzito ama unene. Chakula kinachokamata namba moja katika makundi hayo ya vyakula ni matunda. Matunda ni chakula cha kwanza ambacho kinasaidia sana katika kupunguza unene ama uzito, na hii ni kutokana na kwamba matunda yana madoido madogo sana ya kalori. Hivyo matunda huwa yanakuwa na fibers ama kwa Kiswahili tunasema nyuzinyuzi nyuzinyuzi -nyuzi hizi zinasaidia sana katika kufinya umbo la mtu pia na kupunguza uzito wa mtu. Kwa hiyo unapokuwa na ratiba yako ya kutumia matunda mara kwa mara, pengine una ongezeko la ukubwa wa mwili wako ama uzito wa mwili wako, maumbile yako, hivyo una uwezo wa kutumia matunda kama matikiti, ndizi, machungwa hivi vyote vinaweza vikakusaidia katika kuweza kupunguza uzito wa mwili wako. Kwa hiyo unapokuwa unajiwekea ratiba mara kwa mara ya utumiaji wa matunda. Matunda kwanza kabisa huwa yana asili ya kukufanya u, u, ujihisi kama umeshiba vile. Kwa hiyo ile hali ya kujihisi umeshiba ndio hiyo, tunarudi kule kule kwenye zile nyuzinyuzi ama fibers. Kwa hiyo ni lazima utajihisi tumbo kama limeshiba. Kwa hiyo ni muhimu sana katika mlo wa mwanadamu. Chakula kinachotukamatia nafasi ya pili ni vyakula vyenye protini nyingi. Matumizi ya vyakula hivi huwa vinakuwa na sifa moja, mojawapo ya sifa hizo ni kuongeza shibe pindi ambapo mtu anakuwa anavitumia hivyo. Vyakula vya namna hii huwa vinakuwa na kiwango kikubwa sana cha kimetaboliki hivyo. Mfano wa vyakula hivi ni samaki. Kwa hiyo vile ambavyo unakuwa unahusisha samaki katika mlo wako, jua kabisa kama una matatizo ya kuongezeka kwa mwili wako ama unene ule, tunasema unene wa uzembe, vyakula hivi vina nguvu kubwa sana. Hivyo hakikisha katika matumizi yako, pindi ambapo unahusisha mlo kamili, hakikisha hivi vyakula hauachi kuvitumia. Pia tuna vyakula vingine ambavyo vinaweza vikakusaidia katika kupunguza uzito, maanake kuna mayai, kuna kuku, kuna maharage, vyakula vingine vinavyotokamatia nafasi ya tatu ni vyakula vyenye mafuta ya afya. Moja ya vyakula hivyo ni parachichi ama wazungu wanasema avocado. Lakini ukiachana na parachichi, kuna kalanga. Hivi ni mojawapo ya vyakula ambavyo vinazalisha mafuta ambayo pindi ambapo unakuwa unayatumia mara kwa mara, yanasaidia katika kupunguza ongezeko lako la mwili na kufanya mwili wako kuwa wenye afya zaidi. Hivyo tuone chakula kingine kinachofuata, chakula cha nne. Hivi ni vyakula vyenye wanga, wanga wa afya. Kwenye darasa hili la leo, tumekuja na vyakula ambavyo vinaweza vikatusaidia kuweza kupunguza uzito ama kupunguza unene. Moja ya vyakula vya wanga ni wali mweupe, pia kuna viazi hivi, tunasema ni viazi vitamu. Hivyo katika mlo wako hakikisha vyakula hivi hauvikosi, hakikisha unakuna vitumia mara kwa mara, ili kuweza kujenga afya yako. Kipengele kinachofuata na ni cha mwisho ni kipengele cha maji. Asilimia kubwa ya tafiti nyingi ambazo zinafanyika, watu wengi wamekuwa ni wavivu sana kwenye swala la kutumia maji, kutumia katika kunywa Hivyo unatakiwa utambue kabisa kwamba maji ni sehemu muhimu sana katika ujenzi wa afya ya mwanadamu. Usiache kutumia maji mara kwa mara, na vyakula vyote ambavyo nimevitaja hapo, hakikisha unajiwekea ratiba inayostahili kwa ajili ya utumizi wa kila kitu ambacho nimekiorozesha. Niseme nashukuruni sana kwa kuendelea kuwa pamoja nami katika chaneli yetu hii ya Safari ya Afya lakini pia ndugu watazamaji wetu, ujenzi wa afya ni jukumu letu sote. Hivyo unaweza ukawa na tatizo lolote lile la kiafya. Kama una tatizo lolote lile la kiafya limekusibu, tafadhali usiache kututafuta katika namba ambayo inapita katika skrini yako. Ikumbukwe ujenzi wa afya ni jukumu letu sote, hivyo tunaweza kukusaidia Aidha, kwa mawazo ama kwa njia yoyote ile, ili, ili kuweza kusaidia kuweza kupunguza tatizo lako ambalo linakuwa linakusumbua. Hivyo sina mambo mengi ya kuzungumza, niseme tu ni washukuru, asanteni.